Habari, kwa majina naitwa Ridhwani Juma Mpandi. Ah, niko mbele yako kukuelekeza ni jinsi gani unaweza kutengeneza nywila salama. Natumai katika vifaa vyako vya kielektroniki, electronic, unatumia nywila mbalimbali, lakini leo niko mahususi kukuelezea ni jinsi gani unaweza kutengeneza nywila ama neno siri salama. Tuende pamoja. Kuwa nami. Uh, katika kutengeneza nywila ama neno siri salama, lazima uwe na vitu vitatu hususan ambavyo ni muhimu. Kitu cha kwanza ni herufi. Unapokuwa una herufi namba na alama unakuwa umetimiza vitu vitatu muhimu. Katika herufi itatupasa tu, tuna herufi kubwa kwa herufi ndogo . Uh, katika namba tutachagua kati ya sifuri mpaka tisa, na katika alama tutachagua alama ipendayo ama jumlisha. Um, mfano halisi wa nywila salama ni kama ifuatavyo. Tukiangalia tuna T kubwa ambayo ni herufi kubwa, tuna AN ambayo ni herufi mbili ndogo maana kwamba tunakuwa tumetimiza herufi kubwa kwa herufi ndogo. Katikati tuna at ambayo ni alama. Mwisho tuna mbili, tano, tano ambazo ni nambari. Ili kuhakikisha nywila yako inabaki kuwa safi na salama, inakupasa usitumie taarifa zako za NIDA, kwa sababu kutumia taarifa zako za NIDA unaweza kukumruhusu mdukuaji kuweza kutumia taarifa zako ambazo umezikabidhisha katika mitandao ili kuweza kukudukua. Mfano halisi ni majina kamili, tarehe, mwezi, mwaka wa kuzaliwa. Pia, katika hali ya kuendelea kulinda nywila yako endelee kuwa salama, hakikisha kila baada ya siku tisini unabadili nywila yako, ili kuendelea kuwa salama, hata mdukuzi asipate nafasi ya kudukua taarifa zako. Pili, unapoingia katika mifumo tofauti tofauti, hakikisha una toka ama funga pindi unapomaliza matumizi ya mtandao wako au mfumo, kwa maana ya kwamba una log out. Uh, tatu, hakikisha hautoi taarifa zako kwa watu wowote, hata kama ni mtu wa karibu, maana huwa tunaamini watu wa karibu tunakuwa tuko salama. Si sahihi, kwa sababu nywila yako siri yako. Asante.